Maji ni uhai, hususan maji safi na salama. Serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi imekuja na dira na maono yenye dhamira ya dhati ya kumtua mama ndoo kichwani na kupeleka huduma za maji safi na salama katika shehia zote 388 za Zanzibar. Serikali imeimarisha huduma za maji safi na salama katika shehia 36 za wilaya ya Magharibi A na B na shehia za wilaya ya Kati Unguja kupitia mradi wa uhuishaji na uimarishaji wa huduma za maji safi na salama Zanzibar unaofadhiliwa na Benki ya Exim ya India kwa dola za Marekani milioni 92.2 mradi unaohusisha uchimbaji wa visima sitini na viwili na ulazaji wa mabomba kilomita 449.93, uimarishaji wa huduma ya maji mijini na vijijini Unguja na Pemba kupitia mradi wa ahueni ya Uviko 19 kwa gharama ya shilingi bilioni 342, ambao unanufaisha shehia 96 za Unguja na Pemba kwa uchimbaji wa visima 38 na uendelezaji wa visima 36 kongwe kwa asilimia 100, 100. Ujenzi wa matangi 25 umekamilika kwa wastani wa asilimia 100, 100 pamoja na ulazaji wa mabomba kilomita 199.42 nao umekamilika. Ujenzi wa visima vinane umekamilika na vina uwezo wa kuzalisha maji lita laki nane na elfu tisini kwa saa moja na kujaza tangi la Masingini lenye uwezo wa lita milioni 14 na kuhudumia wananchi wa wilaya ya Magharibi a Unguja. Hali ya uzalishaji wa maji inaendelea kuimarika siku hadi siku ambapo kukamilika kwa miradi hii kunawezesha uzalishaji wa maji wa lita milioni nane laki saba elfu arobaini na saba mia tano na kumi kwa saa moja. Kufuatia juhudi na mchango wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha Zanzibar inaimarika kwa uwekezaji wa huduma za maji safi na salama, wadau wa sekta hiyo wakamtunuku tuzo ya kimataifa ya mabadiliko ya sekta ya maji ambayo ilitolewa Machi 22 mwaka wa 2023 jijini New York, Marekani wakati wa mkutano wa maji wa Umoja wa Mataifa, tuzo ambayo ilipokelewa kwa niaba yake na rais mstaafu wa awamu ya nne wa jamhuri ya muungano wa tanzania dr jakaya mrisho kikwete